Jenga nidhamu ya kimaombi ili faida za kimaombi zidhihirike kwenye maisha yako. Kwa hiyo chochote ambacho mwanadamu atakipata au atakiinjoi kutoka kwa Mungu lazima kipatikane kwa nguvu, sababu tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufamo wa Mungu unatekwa kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanauteka. Kabla ya dhambi kuingia, mwanadamu alikuwa ana mamlaka kamili na uongozi kamili wa dunia. Dhambi ilipoingia ikamwondoa mwanadamu kwenye umiliki na utawala ikampa Shetani umiliki na utawala kwa Shetani. Akawa na nguvu duniani, lakini hakuwa na nguvu kabla ya dhambi kuingia. Neema ya Kristu kwa njia msalaba ikaturudishia tena ile neema ya kukaa kwenye umiliki na utawala. Ndiyo maana kwenye kitabu cha Ufunuo sura tisa na wa kumi inasema kwamba wanafurahi wanashangia, wanaimba kwamba amestahili yeye kufungua ile mihuri, kwa kuwa alichinjwa, akamnunulia Mungu kwa damu yake watu wa kila kabila, watu wa kila taifa, watu wa kila jamaa, watu wa kila lugha, akawafanya kuwa wafalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Hauwezi ukamiliki bila kuwa na nguvu ya kumiliki. Lazima iwepo nguvu fulani iwepo mamlaka fulani iliyo juu yako. Unapoona siku bunge likivunjwa na baraza la mawaziri likavunjwa, hakuna mtu aliyekuwa waziri atakuwa na nguvu ya kiwaziri. Yule aliyekuwa kwenye ofisi ya serikali alipoacha kazi akawekwa mwingine, nguvu yake ilishia pale pale. Kama alikuwa ni mkuu wa mkoa, ana uwezo wa kumwagiza RPC, ana uwezo wa kumwagiza OCD. Saa hizi baada ya kutoka, hana uwezo wa kumtuma polisi yoyote. Kwa nini? Kwa sababu alipo tolewa kwenye mamlaka, nguvu yake ya kimamlaka iliondoka kwake. Kwa hiyo shetani alipotutoa kwenye nafasi ya kimamlaka na nguvu iliyokuwa inatenda kazi kutoka kwetu iliacha pale pale, lakini tunaporejeshewa tena ile neema ya kukaa pale pale, ile nguvu inatenda kazi kwenye maisha yetu. Ndiyo maana kwenye Biblia inatuambia kwamba akatufufua pamoja naye, Waefeso sura ya pili mstari wa sita akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 21 juu sana kuliko falme na mamlaka na usultani na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya ulimwengu wa roho. Unapompa maisha yako, unafufuliwa pamoja na Kristo, unaketishwa mbinguni, unapewa nafasi ile ile ambayo ilipotea ndani ya bustani ya Edeni. Kwa hiyo na mamlaka ile ile inarudi kwa mwanadamu, na kwa hiyo kuna nguvu ya kimamlaka ndani ya mwanadamu ambayo inatakiwa itende kazi kwenye kila eneo la maisha yake. Ndio maana sasa Waefeso tatu ishirini natuambea kwamba atukuzwe Mungu aweze kufanya mambo ya ajabu kuliko tunaoyaomba au tunaoyawaza kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Maake, kwa kiwango cha nguvu au kwa kipimo cha nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Atukuzwe Mungu aweze kufanya mambo ya ajabu kuliko tunaoyaomba au tunaoyawaza, kwa kiwango au kwa kipimo cha nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Kwa kuna nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu. Aliipata wapi? Aliipata anapoketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, nasema juu sana kuliko falme na mamlaka na sultani na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kila mmoja ambaye amempa Yesu maisha yake, kumbuka Biblia inasema hivi, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya faume na mamlaka na usultani na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vita alivyo navyo mwanadamu, upinzani alionao mwanadamu, mikwamo alionayo mwanadamu, vikwazo alivyo navyo mwanadamu sio matokeo ya mwanadamu, ni matokeo ya faume nyingine, ni matokeo ya viwango vingine, ya makundi fanifai ya ulimwengu wa roho ambayo yanazalisha matokeo duniani kwa jinsi ya mwili. Na kwa hiyo baada ya Mungu kujua ikabidi aachilie nguvu ambayo itakuwa juu ya kila kitu, juu ya ngazi hizo zote. Ukienda sura ya tano kitabu cha Yakobo, kusoma kwanzia mstari kumi na saba, kumi na nane. Asema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi maki, anasinzia anaona njaa anaumia anachoka anaka, anakata tamaa, mwenye tabia mmoja na sisi akaomba kwa bidii mvua sinyeshi na mvua nyesha kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Akaomba tena mvua inyeshe na ikanyesha, afu akasema na maombi na kuomba kwake mtu mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Ukisoma tafsiri mbalimbali hasa hasa amplified bible inasema and the prayer of a righteous man makes it tremendous power available, dynamic in its working yake, na maombi ya mtu mwenye haki yanaachilia nguvu kwa ajili ya kutumiwa na Mungu kwa namna mbalimbali mbali, kwenye mambo mbalimbali.